Kwa ya ya ya serikali wizara ya iliyo. Unajua mtihani wa form 6 umeliki. Do do you know? Why do I say umeliki? Kwa sababu kuna silabasi. Ila silabasi kule mwisho nakwambia objective objective. What is the objective of this topic? A student should be able to calculate velocity. Silabasi. Silabasi, the, to calculate velocity. Kasa sijibu hilo. So someni syllabus ile, objective ndio mtihani, na kama kuna sehemu syllabus haijakuwa covered, unamwambia madam utafutie mwalimu hata wakukodisha, si ndio? Kuna buku lingine ambalo sijui kama watu wengi wanalijua inaitwa examination standard. Ule, ile kitabu kinatoka NECTA. NECTA wamesema kabisa watakapotunga mtihani wao, mtihani wa physics utakuwa 2 na, paper one, two na three. Ehe. Paper one itakuwa na maswali 12. Swali so, la kwanza litachukua maksi 40 litatoka kwenye mechanics. They have leaked the exam. Kwa sasa hivi ni muda wa kuwa strategic. Mwende mkasome syllabus, mkasome examination standard establish a gap. Hiyo gap ndio mwalimu aongeze nguvu. Umeelewana mm, na? Eh, mm. Hey, mmesha faulu. Lakini vile vile usijichafue usi, roho. Wala usijichafue mwili. Of course, hapa mna, mnaangaliwa mna vizuri na fadha, lakini msijichafue msi. Mtihani mkubwa zaidi ni mtakapomaliza, mtakapoenda kwenye mbigiri Bigiri zipo barabarani, sindio? Hutakiwi kuzifagia zote, hutaweza. Ile unavaa buti una unakuwa una na antivirus. Tumeelewana? Kwa mimi nawatakia kila laheri namwe na maisha